Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunakutanika leo hapa ikiwa ni Jumanne ya Jumakuu kuadhimisha sherehe hii kwetu, hasa kwa mapadre kwenye misa ya Krisma. Ni misa ambayo kiliturujia ilibidi ifanyike siku ya Alhamisi kuu asubuhi, lakini kwa sababu za kichungaji, kama tunavyofahamu, tumekuwa tukifanya kila mwaka. Sisi tunaamua na tumeamua tuifanye hiyo Jumanne katika juma kuu, lakini malengo ni yale yale. Tunapenda kwa namna ya pekee kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ambayo anatujalia tena mwaka huu tunapokutanika sisi wachungaji, tafakari huo ukuu ambao Mungu amependa kutushirikisha ukuhani wake huo. Kama tulivyoimba, sisi tunaitwa tuwa makuhani, tuwe ufalme. Ndo tu hilo ambalo bado linatushangaza na tunapenda bado tuonyeshe mshangao wetu huo kwa Mungu, lakini tukisema asante kwa hilo ambalo umetutakia sisi, na asante kwa zawadi hii ya ukuhani ambayo umetupatia sisi. Lakini wakati huu huu tunakuja kuomba neema zake ili ziendelee kuwa nasi na tuweze kweli kuwa mashahidi kama anavyotaka yeye tukifuata nyayo za kuhani wetu mkuu Bwana wetu Yesu Kristo na tutamfuata yeye huyo ambaye ndiyo mwalimu wetu kuhani mkuu, tukiyafanya hayo ambayo yalitabiriwa kwanza na nabii huyo Isaya, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, hiyo sura ya 61 aya ya kwanza na kuendelea na baadaye Bwana wetu Yesu Kristo akaja kuyarudia yale yale, kutoka katika chuo hicho alichopewa akisome huko nyumbani kwake Nazareti, akayarudia hayo ya kazi hiyo, ambayo yeye kama mpakwa mafuta ambaye alitabiriwa tayari na Isaya, anazungumza hayo ya huyo atakaye pako mafuta, na hizo kazi ambazo anakuja kuzifanya, kama ni kuwahubiri hao maskini, kama ni kuwaganga hao waliovunjika moyo kama ni kutangaza kufunguliwa kwa hao ambao wako magerezani, tangaza mwaka wa Bwana na kufanya mambo mengi sana ambayo Kristo yeye mwenyewe hakuyatangaza tu pale, baadaye alikuja kuyafanya. Ndo hayo ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu sisi leo kama wachungaji, atupatie hiyo neema ya pekee na endelee kuwa nasi ili tuweze kuzifanya hizo kazi za ukombozi ambazo anataka tuzifanye sisi kama vyombo vyake, kama hao wengine waliopakwa mafuta kwa mfano wa huyo mwanaye Masia na aliye mchungaji mkuu. Tunamshukuru leo kwa namna ya pekee, kwani kati yetu vilevile amependa kwamba hawa nao kuwa mapadri, tena apate mchungaji mwingine mkuu ambaye atamweka katika ukamilifu wa upadri katika nafsi ya huyo askofu mteule msaidizi Josephati Bududu, ambaye napenda tumshangilie Mwenyezi Mungu pamoja na huyu. Kwa hiyo zawadi aliyotujalia, anapenda hizo kazi zake ziendelee kufanyika, na napenda kurahisisha kufanyika kwa kazi hizo kwa vyovyote tunapokuwa tunamshangilia na tukimwomba hiyo neema ya pekee ambayo tunataka ituongoze katika kuzifanya hizo kazi zetu, majukumu hayo, kitu ambacho hata mama kanisa na tuomba maskofu tunapokutana pamoja na wapade siku hii ya Krisma, misa ya kubariki hayo mafuta ya wakatekumeni pamoja na ya wagonjwa na kuweka wakfu hayo mafuta ya Krisma anatuhimiza kwamba tuliseme hiyo na tusahau la kuwakumbusha wachungaji hao hayo ambayo waliaahidi. Baadaye tasikia tutakapokuwa tunawahoji, tukitaka warudie zile ahadi zao walizoziweka hapo walipokubali, na akasema sawa, tunapokea tunajongea, Bwana Mungu tupakwe mafuta hayo ya kuwa mapadri wa makuhani na tuje kufanya kazi hizo. Kumbe leo tunapenda tukumbushie tena hilo la uaminifu katika shughuli hizo ambazo tunakuja kuzifanya. Lakini mimi binafsi, pamoja na kukumbushia uaminifu katika shughuli hizo ambazo tunakuja kuzifanya kama mpali, tunafahamu hiyo kazi ya uinjilishaji, fahamu tunakuja kuifanya kama Kristo mwenyewe alivyofanya. Hiyo ni kazi ya unabii, na hiyo kazi ya kutakatifuza ya ukuhani wenyewe huo kama padre tunahimizwa ndio tukuje kuifanya na hiyo kazi ya kuongoza, pamoja na kuhimiza hayo yote ambayo kwa kweli ndio yanatuingiza sisi, tunayafanya kama mnavyofanya, hata ninyi mnafanya kama wabatizo ambao mnashiriki katika ule upadri wa jumla wa Kristo. Lakini mapadri tunashiriki katika uh, kuhani kwa namna pekee, kwa kuwekwa na kupakwa mafuta na kuingizwa katika kundi hilo na mapadri wa huduma hiyo ya upadre. Kumbe pamoja na kusisitiza hayo, mimi ni ningelipenda leo niataje tu baadhi ya mambo ambayo ningelipenda eh, tuyakumbuke sisi kama wachungaji. La kwanza ni hilo la ukuza umoja ambao na wenyewe unasisitiza tunapokutana siku kama ya leo, umoja kati ya mchungaji mkuu pamoja na hao wachungaji ambao wanashirikiana pamoja naye kuzifanya hizo kazi ambazo wamekabidhiwa wote, yeye mwenyewe huyo mchungaji mkuu pamoja na hao anaokuja kumsaidia ambao ni washiriki wake wa karibu. Na haya amesisitiza zaidi katika mtaguso huu wa pili wa Vatikano katika hati hiyo ya mwanga wa mataifa namba ishirini na anaposisitiza nane anaposisitiza huo ushirikiano ambao anapaswa kuwepo kati ya wachungaji hao. Nipende tena leo tuseme tukuze hilo ambalo tunataka tulifanye na sio kwetu sisi tu wachungaji, pamoja na nyinyi ambao vile vile tunashirikiana katika kazi itakazokuwa tunaziongoza sisi katika kazi huduma hizo ambazo tunazifanya kama pade. Kumbe ni kwa jimbo letu kuu zima la Tabora tusisitize, leo tunapokutana hapa, hiyo ya umoja, hiyo ya kushirikiana katika yote haya ambayo tunapata tuyafanye. Kumbe tusaidiane na tuyaweke yote kwa pamoja, tukishirikiana katika yote ambayo tunayapanga kwa pamoja na yote ambayo tunataka tuyatekeleze kwa pamoja, ili mradi tu utume ambao tumekabidhiwa na Mungu wetu tuendelee kufanya vizuri na uzae matunda, na baada ya waseme, kweli kama alivyosema kwenye maandiko ya tuliyosikia, kweli hilo ni taifa, hao ni watu ambao wamebarikiwa na Bwana, ni yeye mwenyewe anataka kuwa anatuongoza pamoja na kuyafanya hayo pamoja na kuyafanya kwa pamoja pamoja na kumia hayo ya pamoja, tutakutana vile vile na changamoto, changamoto ambazo mwaka huu nimefurahi mpokuwa nasoma, tunafanya tafakari wakati mwingine tukiwa pamoja, hata hapa katika kanisa letu hili kuu, sasa siku hizo za Ijumaa, yale ambayo maaskofu ametuandikia katika kipindi hiki cha Kwaresma, bado tuko katika Kwaresma, zile changamoto ambazo zipo ambazo inabidi tuzifanyie kazi. Mimi ni furahi, kwani nimegundua kwamba ni mengine ambayo sisi wenyewe tulishayaona kama changamoto katika kanisa letu la jimbo kuu la Tabora, na tumeshaanza kujiwekea mikakati, tunafikiri tufanye nini ili tuweze kuondokana na haya ambayo kwa kweli yanakuwa ni kama vizuizi ambavyo, eh, vikibaki kama bilivyo vilivyo, basi hiyo kazi yetu ya unjilishaji haitafanya haitaenda vizuri. Moja ni hilo ambalo tulisha liona, la uinjilishaji wa kina tukizitazama alama za nyakati. Kumbe wachungaji, leo tunapokumbushana na juhudi zetu hizo ambazo inabidi tuzifanye pamoja na nyinyi waamini wote kwa ujumla, tuone na tuendelee kusali kwa Mwenyezi Mungu hizo changamoto ambazo zimetajwa hata katika hicho kitabu cha Kusimama Imara katika Imani, hilo la watu kwa mfano kuondoka katika makanisa, hilo la watu kukosa tena hiyo nguvu ya kuamini, tulione kabisa kwamba ni changamoto ambayo inabidi tukiongozwa na wao wachungaji wakituelekeza na kutuimarisha na kutuhimiza pamoja na nguvu hiyo ya sakramenti. Lakini sisi wenyewe wote tujue kwamba iko kazi ya kuona namna gani tutarudi tena katika uimara wa kusimama katika imani yetu, na tuyafanye hayo tukitafuta kwa vyote hayo ambayo tunafikiri tukiyafanya kwa vyote, imani yetu hiyo itaimarika tukijikita zaidi katika kuongozwa na hilo neno la Mungu ambalo limetajwa vile vile huko kama mojawapo ya njia ya kutusaidia tunapotaka turudi tusimame imara katika imani. Neno la Mungu na sio neno letu. Kwanza sisi wachungaji, alafu baadaye nyinyi ambao mtakuja kuelekeza, vile vile hata nyinyi nyumbani mtaelekeza watoto, nyinyi kwa nyinyi vijana, hata kwenye seminari mtaongea. Kama nataka kuongea, neno la Mungu liwe ni neno la Mungu na ikaingia katika ibada zetu tunazoifanya hapo, ndio zaidi liwe neno la Mungu, isiwe bla bla bla bla. Neno la Mungu tumwombe Mwenyezi Mungu kwa hilo kweli, na tumsikilize yeye, tumtafute yeye katika hayo maandiko yake, alafu kwa kutumia hayo maandiko yake kweli yawe ni ya kutuongoza na kutuimarisha katika hiyo imani ambayo tunataka tuifanye kwetu sisi, na kuja changamoto nyingine kama wachungaji kwenye kijitabu hicho cha kusimama imara katika imani, kuna moja bili bili ya changamoto inayosema vilevile ya miito, na pale wanasisitiza watu wanaogopa, vijana wanaogopa kuingia au kutufuata sisi ambao tumewatangulia, kwa sababu labda changamoto wanazoziona katika maisha yetu hayo, iwe ni ya useja, iwe labda ni ya kujikatalia maisha hayo ya kutotaka makubwa, wanaogopa. Mimi nafikiri hapo leo tulisisitize vile vile kwamba wasiogope pamoja na kwamba hatuwezi tukawalazimisha, lakini sisi wenyewe ambao tu wachungaji tayari, ambao leo tunataka turudie tena hadhi zetu hizo, yabidi tuwe mfano wa pekee, tuwe kivutio. Kama wanavyosema hata katika maandiko mbalimbali wanapozungumzia swala hilo la ukuza miito, sisi ambao tayari tumesha watangulia hao ambao wao wanataka tutizame sisi, basi tuwe mfano kabisa wa hayo ambayo yatakuwa sasa sio tishio kwao, hawa wanataka kujiunga na wito huu wa kuja kuwa wachungaji, bali walipende hilo kwa sababu wanatuona sisi, hata katika mateso, kwa mfano wa Kristo mwenyewe ambaye tunamfuata, yale yaliyoteseka mpaka mwisho kwenye msalaba. Basi na wao waje wakijua hilo kwamba hawaji kwenye raha, wanakuja kwenye kazi ambayo sisi tunaipenda na kama tunavyoipenda, na kama tukavyovuta wakituona tunavyoipenda hiyo kazi yetu, na wao wawe tayari vile vile kutufuata. Jingine ambalo linasema limechukua matatu tu hapo ni hilo swala la uchumi kudorora. Hilo tumeshalisema hata sisi wenyewe tangu mwishoni wa mwaka jana, tukisema mwaka huu ni mwaka wa kuona namna gani kama kanisa tunajitegemea kulijenga kanisa letu, kama ni kuhubiri hayo mahubiri, kama ni kutoa semina hizo semina, kwamba nguvu iwe ni nguvu yetu Sawa, mwingine anaweza kutusaidia, tumelisema hilo lakini, sisi wenyewe tuone namna gani tutayafanya hayo sisi. Na hili ni kwetu sote sisi, tuhamasishe ndiyo viongozi, lakini tunategemea kabisa kwamba wote sasa, hata hao hawa wanaoongozwa ndio waamini, kundi zote hilo, naokepa na wengine wote wanaokuemo humo wanaoshirikiana pamoja na sisi, wao ni waweka wakfu au ni vijana hao a na naoka seminari kiwa wanatayarishwa kwa ajili ya kuja kesho kuja wachungaji, au yeyote yule ambaye mbay lijenga kanisa letu hili, tushirikiane pamoja kuona kwamba ili kanisa letu ni kanisa letu na ni sisi tutakaolijenga. Nimeliona hilo limetajwa mle, nikapenda leo kwa vile si wachungaji tunakumbishwa hayo ya kuja kuyafanya kesho kesho kutwa, basi na lenyewe tuwe pamoja, tutepe pamoja katika kuimarisha hilo na katika kuhimiza hilo ili kweli kanisa letu lizidi kukua. Lakini mwisho kabisa tuko katika mwaka mahujaji katika matumaini, pamoja na changamoto tunazokutana nazo katika utume wetu sisi kama wachungaji na nyinyi vile vile ambao mnashirikiana pamoja nasi naskowetu, nawashukuru sana kwa yote mnayofanya kwa kutusaidia sisi wachungaji, ili kazi zetu ziweze kuendelea, na hivyo tulijenge kanisa kwa pamoja, pamoja na changamoto hizo tunazokutana nazo. Tunasema na a tuna alikuwa tusikate tamaa Mtume Paulo anatukumbusha kwa maneno yanayotoa kauli mbiu ya mwaka huu mtakatifu, akisema wa wala si hivyo tu, ila natufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini na tumaini halitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Sisi tumepewa na nyinyi mmepewa katika ubatizo. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi aliyotutendea pamoja na hizo changamoto, tuendelee kujiweka mikononi mwake tukimwomba kwamba kile alichokianzisha ndani mwetu na kutaka kututumia sisi kama vyombo vyake yeye mwenyewe akikamilishe na akiwezeshe daima kufikia ukamilifu wake. Amina. Halo, kwa majina, naitwa Doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo Hosteli, ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Ngaa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth Kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora ama kanisa kuu inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote ukimuuliza mtu atakuelekeza mwambie nataka kufika Nazareth kantini iko mkabala na mahakama kuu kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656 43 64 10 ama 0674 tisini na tatu arobaini na tisa arobaini na sita. Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.